Uh, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tulianza ligi salama na tumemaliza salama. Uh, mimi nahisi kwenye timu hamna changamoto kubwa. Mimi naamini kwa sasa hivi mmeona kikosi chetu kilivyo, watu wanapambana, tunapata, tumepata matokeo mechi mfululizo, so mimi naamini tukiendelea hivi msimu ujao tutafikia yale malengo yote ambayo sisi tuliplani kwa msimu huu, lakini hatukuweza kufanikisha, lakini tunaamini kwa msimu ujao tutayafanikisha. Msimu huu mmeondoka na kombe moja tu la Samia Cup, amepoteza ah, ngao, lakini pia ligi. Hiyo nafasi hata malengo yenu yalikuwa ni yapi ambayo ah, mnaamini yalifeli? Malengo yetu yalikuwa obvious, ni kuwa bingwa, lakini kwa bahati mbaya haikuwa upande wetu kwa msimu huu, lakini kupata kombe la Samia Suluh ni mwanzo mzuri, mimi naamini tutaendelea na tutapata matarajio yetu yale ambayo tumejiwekea sisi kama wachezaji. Sasa, msimu huu haukuwa mzuri kwa upande wako, inja zimekutawala na hata uliporejea kucheza kwenye kiwango chako. Unadhani ufiti wako upo kwenye asilimia ngapi? Na unawaahidi nini mashabiki zako na wana Yanga? Uh, kwa mimi nahisi huko asilimia hamsini. Uh, unajua kutoka injury kubwa kama ya operation sio swala dogo, ni swala kubwa. Na pia ni jambo la kumshukuru Mungu kwangu mimi, nimeweza hata kucheza japo sio kwa kiwango changu. So mimi naamini nina muda mwingi wa kujiandaa, nina muda mwingi wa kujiprepare kwa msimu ujao. So niwaambie wanawanga, msimu ujao sitawaangusha, nitakuwa yule ambao wana wish mimi niwe. Mashabiki wa Yanga, tunawapenda na waendelee kutusupport, na hatutawaangusha msimu ujao; waendelee kututrust. Shukrani. Shukrani.